ni gitaa fulani hivi dogodogo uwaga linayokwaga kwenye kwenye shingo hapa begani, alafu unapiga na kijiti fimbo, ile inaitwa violini. Sasa huyu bidada ni moja kati ya wadada ambao e, watu wengi sana wanamfahamu, alishawaigi ku, alisha kuwaga mpaka nominated katika tuzo za Grammy ambapo huyu bidada anaitwa Miri Benari, huyu huyu mwana huyu msichana alishawahi kushirikishwa na Diamond Platnumz katika moja kati ya ngoma ambazo zilitoka kama nilivyokuambia miaka minne iliyopita. So ni kwamba it's official. Harmonize ame ameposti video ambayo inamuonyesha akiwa yuko studio na huyu dada mdada ambaye alishirikianaga na alifanyaga kolabo na Diamond Platnumz wimbo unaitwa Baila. Kama unakumbuka wimbo wa Baila ule, basi yule bidada anayepiga kile kiviolini ndio huyo. Sasa hivi, this time around, ameonekana akiwa yuko studio na Harmonize, which means kwamba Konde Boy anakuja na ngoma mpya akiwa amemshirikisha mwanadada huyu ambaye yuko na sifa nyingi sana, kiasi kwamba ameshawahi kuwa nominated kabisa mpaka kwenye tunzo za Grammy. So, baada ya Diamond kufanya naye kazi miaka minne iliyopita, this time around Konde naye pia ameamua kufanya naye kazi. Kwa hiyo kwa wale wadau wa mziki basi wasubilie wakawe mkao na wa kula, kwani Harmonize anakuja na truck nyingine akiwa amemshirikisha bidada huyo. Kwa hiyo hapa kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba star wa mziki Harmonize ameingia studio na producer wa na producer na violonisti mwenye asili ya Israeli na Marekani anayefahamika kwa jina la Miri Berehani kwa ajili ya kutengeneza kazi mpya. Konde Boy amesema kuwa ngoma hiyo hmm, ngoma yao itakuwa itatoka wiki ijayo, na pia vilevile vile ameahidi Harmonize kwamba hiyo ngoma itashiriki mpaka katika tunzo za Grammy, lakini pia vilevile vile DJ Kariko E, pia anatarajiwa kuwepo kwenye ngoma hiyo. Kwa hiyo hii ni ngoma ambayo Harmonize atashirikiana na huyu Miribeani, lakini pia vile vile atashirikiana na DJ Kariko kutoka South Africa track, amesema Harmonize mwenyewe. ameahidi mashabiki kwamba hii ngoma bwana, itaenda mpaka Grammy. Umeona bwana, Konde ameshare hiyo video akiwa amesindikiza hapa na Ujio Uh, sorry, amesindikiza hapa na caption ambayo inasomeka kwamba Konde featuring Beani next week, I'm talking to you, The Grammy Recording Academy, Tanzania time, let's go. Hiyo, huo ndo ujumbe wa Harmonize katika ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na ujio wa kazi yake mpya kabisa, akiwa ameshirikiana na hao wasanii wawili, mmoja kutoka South Africa na mwingine ndo huyu bidada kutoka Marekani ambaye alishawahi kufanya kazi na Diamond katika ngoma ya Baila. Ukiwa kama mdau, una maoni gani? Hebu nawe pia toke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.